Hello guys, story time. Kabla sijaanza, don't mind my makeup because it's none of your business. <laughs> Kabla sijaanza story yetu ya leo, niwaambie tu kwamba hakuna viumbe vyenye roho ngumu kama wanawake. Ask me why. Tuanze story yetu ya leo. Huyu dada ameni DM lakini tutamwita Katy ili kumaintain maintain her privacy. Katy anasema sasa hivi ana umri wa miaka 28 lakini kipindi alivyokuwa na umri wa miaka 24, yani 4 years back. Alikutana na huyo kaka immediately alivomaliza tu chuo. Alivomaliza chuo akakutana na huyo kaka kwenye pita pita za hapa na pale, akakutana na huyo kaka, huyo kaka akamtongoza, wakaanza nini mahusiano. Katika mahusiano yao, anasema jamani, si mnasema wanaume wote ni mbwa? Anasema jamani, wanaume wote sio mbwa, jamani. <laughs> Anasema kabisa, wanaume wote sio mbwa. Yani kipindi anasema kipindi hicho, nikiwa na wewe mwanaume, ulikuwa kinyambia sio wanaume wote sio ni nini, hakuelewi yani hakuelewi basi anasema sababu inamfanya yani yeye yeah, amuone yule mwanaume kwamba ni one in a million. Anasema kwanza alikuwa nayo hii sasampa mbili, alikuwa yuko very kind, very polite. Mkaka alikuwa mrefu, mweusi, mzuri. Yani upewe nini, mwanamke unaambiwa dinner dates, lunch, mapochi, yani latest phones ma, yani, vitu expensive. Ingini, no yenu, mauwa, mauwa, ni wengine mnakaa kwenye mahusiano yenu, mwanaume wako akitaka kukuletea maua, unaanza kumwambia usinilete maua, nipe pesa ndugu yangu. Mwenzako anakuambia ni alikuwa akiletewa maua na pesa ziko hapo. Hii. Yule ambaye alikuwa anakuwa treated like a queen. Ukisikia kwa spoiled, spoiled AF. Mm? Mm-hmm. Anasema wakaendelea hivyo hivyo na mahusiano yao, akampangishia nyumba kama nilivyokuambia, ni life was so soft so good, yani alikuwa anaishi yani in a soft girl era. Mm, basi anasema wakaenda hivyo after hivyo after a year, wakafanyaje? Wakaoana, lakini kabla ya kuoana, si walienda kutambulishana. Wakati sasa mwanaume anaenda kumtambulisha Keti kwao, mama mkwe ambaye sasa ndo mama, mama wa kijana akawa hajamuelewa kabisa nani Keti lakini Ilibidi tu mama mkwe ampende keti hivyo hivyo, kwa sababu unajua tena, wamama wa they want the best for their nini for their children. Kwa hiyo ule mama aliamua tu kufanya yale maamuzi ya eh? guess what <laughs> Ule msemo ambao wenzake walikuwa wanaombea wanaume wote ni mbwa, ah, ukarudi mm? unaambiwa wanaume wote. Jamani nyie watu, mbona kwanza tuliongeleza sana la wanaume hivi, wanaume ni wa mama mmoja, ni wamechanganyika, ni nini? Jamani naweza kusema wamelogo Eti unaambiwa the moment wameingia tu kwenye ndoa, wako sasa ndoani. Binti yetu Keti anasema mwanaume akaanza kumsho shege, yeah? shege maki, sasa ndo umeshawekwa kwenye ndoa, ndo huko ndani sasa ndo akaanza sasa kuamini ule msemo wa wanaume wote ni m- mmm, ni mbwa. Sio maneno yangu jamani, hayo ni maneno ya wahenga. <laughs> Bas, anasema mwanaume aka ya sasa, yaani ndio anarudi nyumbani, lakini anarudi nyumbani kwa kuchelewa. Sio kwamba anamtreat vibaya, lakini kuna vitu vilikuwa vimebadilika. Hana ile attention tena, hakuna ile raha tena. There's no zile dinner dates of ten kama walivyokuwa kwenye mahusiano. Yaani ivo. Basi yule mwanamke akaona iswishi, isiwe shida, nitafanya uchunguzi wangu. Kama tunavyojua wanawake tunakoga na zile instincts, pale ambapo unaona kuna kitu hakiko sawa. Akaamua kuchunguza, kuchunguza kweli, akakuta mwanaume ana mwanamke mwingine. Akaona we, no no no, no, no. We are not going to share this nini, we are not going to share this money. Siwezi kushare hizi pesa za mwanaume wangu na no mwanamke mwingine tena, mimi ndo mwanamke wake wa ndoa. I must do something Guess what akaamua kutumia nini, traditional way. <laughs> nyie watu mkiona vitu vimeshindikana huko, you can use traditional way, sijalazimisha mtu basi, anasema akaamua kutumia mkono wa nini, mkono wa dawa, akabidi ahusishe waganga. Basi hiyo yes, siku anasema kwenye kuuliza uliza, akauliza uliza mpaka akapata namba za huyo mganga. Huyo mganga akamwelekeza akamwambia, ofisi yangu iko sehemu fulani akafunga safari huyo mtoto, kushoto kulia, kushoto kulia, akafika. Alipofika pale mganga, yani mganga mwenyewe ndo, akamwelezea shida yake. najua shida yako ni hivi ni hivi ni hivi. Kwa hiyo mganga akamwambia, mimi nitakupa dawa ambayo hiyo dawa utaenda kumkorogea mme wako kwenye juice, kwenye chai, kwenye nini, chochote kinywaji chochote ambacho mme wako anatumia. Basi keti ni nani, mara moja akachukua ile dawa, akamlipa mganga huyo, kaondoka. Alivyoondoka akafika nyumbani Siku ilikuwa kama kawaida, mume wake akarudi. Alivorudi maisha akaendelea kama kawaida. The next morning kaamka asubuhi na mapema, kamtengenezea mume wake chai, akachukua kale kadawa ketu, chu chu chu chu kwenye nini, kwenye chai, koroga vizuri, akamsavia mume wake. Mwanamume mm? <laughs> Basi kunywa, nakwambia chai, kugo kugo kugo kugo. Tena mwanamke hapa anamwangalia kabisa hivi e. Jamani nyie wanawake jamani hey anamwangalia hivi anahakikisha wameinywa yote. Mi wangu umependa chai umependa chai? Ndio mke wangu nimeipenda nimeipenda eh, yeah. Kumbe anakunywa limbwata, unaambia ni. The moment amemaliza hivi ile chai, kaeka kikombe chini pale pale, akaanza kumwambia mke wake, yani, unajua lakini sijisiki kwenda kazini, yani sijui naunaje, natamani nibaki tu na, na, ni na wewe leo nyumbani na nisikie leo na wewe nyumbani, sijui ni na nini. Akajua mm -hmm. Unajua ile look ya ehe basi nakwambia, mke wake akaona, ehe, dawa imefanya kazi m mm. hata kama ni wewe utafurahi. Hey, dawa inafanya, yaani ni hapo kwa hapo, yaani unajua kweli ule mganga ana mkono wa dawa eh. Jamani me kama guys amwezi amini, nimetoka kulala jamani, niliongea hivi, nimewadiseke kidogo, nimefika nusu nika nimechoka nikalala ama wake. So tumeishia pale yule kijana, ambapo alikuwa tayari ameshakunywa ile chai dawa na... imeingia vizuri, yani nimeka Dawa imekamata vizuri. Basi yule mume unaambiwa ile siku. Ile ile siku kwanza ameanza kunywa ile chai. Hakwenda kazini. Kaanza kumwambia mke wake, mimi siwezi kwenda kazini, najisikia leo tuspend wote, tufanyeje? Kwa ile siku wali spend the day together. Hapo wametoka out for lunch, wameenda shopping, wamefanyaje? Wamerudi nyumbani, wamespend together hivyo. Kesho yake hivyo hivyo. The next day ambao sasa ndo siku ya tatu, mke akaona hii mm, too much. Akamlazimisha mume wake, akamwambia ni lazima uende uende Umeongee kido mke wangu mimi sijui nini mke wangu mimi sijui nini hivyo. Basi dada mwenzetu akawa na enjoy, dawa imeingia. <laughs> Basi siku zikaenda, lakini kuna siku mamamkwe sasa akawa amekuja kuwatembelea, mama wa kijana ndio amekuja sasa kuwatembelea nyumbani, lakini kufika mamamkwe akawa ameharibu nini karibu mchezo, yule mama naye kumbe ni poleza poleza, akafika pale kwanza, akasense tu kuna kitu kikosa na mwanai. Akamwita yule dada pembeni akaanza kumwambia, Mbona kama nahisi kama kuna kitu wa kikosa kwa mwanangu? Yule dada akamwambia kitu gani? Mbona yuko normal haumwi hana nini? Akaambia binti, usimtanie usimtanie. Basi akamtishia pale akaambia, binti, usimtanie na nini, niambie umemfanya nini kijana wangu? Akaambia, mama, mimi sijamfanya kitu. Mama, mtu anamwangalia mtoto wake. Anaanza kumwambia Mbona mtoto wangu yuko kama zezeta, hajielewi, haieleweki. Yaani hata aniangalie, unajua yani ile mama umefika nyumbani, unategemea mtoto wako akiwa atakupokea kwa eka eka shamba shamba. Yaani wala wala. Yaani kijana yeye ni mke wake, mke wake na yeye. Mama, acha mke wangu. Mama, sijui nini mke wangu. Unajua mke wangu sijui nini, mke wangu sijui eh, hivyo. Basi yule mama akajua, mm, kuna mchezo umechezwa hapa. Yule mama akamwambia sawa, mimi naondoka, lakini siku nitakaurudi tena kwenye nyumba. Either uniambia nini umemfanya kijana wangu au I'll come for you. Basi yule binti akapotezea, akajua tu like, mm. Kwa vile tu labda amemkuta yule kijana yani, unajua, yani, hata kwa mtu wa kawaida unajua tu kabisa huyu kuna kitu kafanywa. Kama so, kuna kitu kafanywa basi kweli kabadilika. Kwa hiyo akajua tu yeye yeah, amemtishia tu ataondoka kwa sababu mama ni mtu wa kanisani. Kwa hiyo it's either kufungia novena au na yeye kama ni wakupuliza kupulizia vizuri basi unaambia yule mama kaondoka, wao wakaendelea na maisha yao. Baada ya siku kadhaa, unaambia yule mama akarudi tena pale. Alivorudi akawa amerudi na dawa kama poda hivi, kwenye nini, kwenye karatasi. Alivofika pale, akaingia kwenye friji ile, unajua tena mama wako ya, yaani vichomi vichomi vichomi jamani. Basi akaingia kwenye friji kachukua sijui kinywaji gani huko, sijui ni juice, sijui ni nini, kakoroga, kampa kijana wake. Mama akakuandalia sijui nini. Unaambia yule kijana kuinywa kijana kafunguka hmm? Basi unaambiwa baada ya mama mko kufanya hivyo. Ikawa kama ndio ugomvi, ikawa kama kuna mfarakano na nini, lakini at the end of the day yule mama alikuja kumwambia mtoto wake mke wako alikuloga and I can prove it. Basi unaambiwa yani, yule kaka alivyokuja kuanza kumuuliza hiyo kitu, unaambiwa hivi huyo kaka alipampishwa sasa sivyo na mamake naye ndo alimwekea madawa na sio unakumbuka kule mwanzo nilikwambia kwamba yule mama hakumpenda yule binti sasa sijui na mamake madawa alimwekea madawa, unaambia ule kaka alikuja juu, aliwaka kiasi cha kwamba akaomba talaka, pamoja na kwamba ni Wakristo alifunga ndoa ya Kikristo aila. Lakini nyie hivi, najua hizi ndoa za sasa hivi ati mpaka pia na talaka jamani, eh. <coughs> Ila mi nachojua ndoa za kikristo jamani waga zivunjikaje? Yaani ni ni basi tu kwa hiyo naambiwa yule kaka akampa talaka kama mimi sitaki kuishi na wewe tena, akavua pete ya ndoa, yani hivyo akamfukuza. Yule dada unaambiwa akaondoka pale, kila siku anamtafuta mume wake kuomba msamaha lakini wapi? Kwa hiyo it was what it was, anasema jamani, wanawake hata kama umemshikilia mwanaume hivi, hata kama unaona sijui mnashia na mwenzako, yani hashauri mtu kufanyia mtu nini, limbwata huko, mloga huko, kumfanyia mchezo wa namna yoyote Yani, anything unholy usisubutu kumfanyia mtoto wa mwanamke mwenzako, kwa sababu hivi vitu waga vina backfire jamani, they usually always backfire. Kama sio leo kesho, kama sio kesho kesho kutwa, lakini havilastigi forever, kwa sababu hata hivyo hizo dawa zenyewe unazopewa, so kwamba hii ukipewa mara moja ndio basi. Ina maana hiyo dawa ukipewa, utaambiwa tena baada ya mwezi au baada ya miezi miwili au mitatu, uende tena ukarinyu nini, ukarinyu kifurushi, kifurushi. <laughs> ukaniu kifurushi cha lini cha limbwata. Na wanawake wanapenda hii mambo j jamani nye sasa, imagine mama mbwe wakwe sijui wakwe watu e, e, kila mtu ni yani huye <laughs> mwanaume kama akutaki tu akutaki, kama anakupenda nakupenda, make hivi vitu vitakuja kukukosti. Hiyo ndo mwisho story yetu. Tukutane tena kwenye story nyingine. Kama una story yako unajua kabisa ni interesting, usisite kuni dm dm me mimi, nitakujibu na nitajisia story yako. Kama unataka jina lako nilitaja, nitalitaja. Kama unataka uwe anonymous, yani usijulikane, pia nitaficha your identity. See you in my next video, bye bye.